rahi na wewe ukijibu maswali hayo vilevile vile, uh, wakati unazungumza, ila kabla sija kuruhusu uzungumze, naomba uh, dakika moja moja tu ili kusudi mweze kurudi kwenye viti vyenu mjibu haya maswali, na nitapenda nianze pale kwa mzee wa Nacheling, ndio jina lako kuanzia leo mpaka tuelewe tufanye nurturing, sio mentorship, coaching, sijui motivation ah, tunataka kunacha. Ehe, dakika moja, dakika moja ya kueleza kujibu maswali kujibu maswali yote yes. Okay, nitachagua tu, nitachagua tu swali la ndugu pale mm. Na nitasema hivi ili waandishi wa habari na vyombo vya habari waweze kuwa mbele si kuwa nyuma, wanahitaji mambo makuu matatu haraka sana mm -hmm. Jambo la kwanza nasema ni desire, desire ni shauku. Sasa shauku ni shauku ya kubadilika na shauku ya kukua, si wao tu kubadilisha tasnia au sekta na kubadilisha jamii yetu. Ndio. Lakini jambo la pili ambalo wanahitaji kuwa nalo tunasema ni, ni investment readiness wawe na utayari wa kuinvest eh, resources zao walizo nazo, nitazitaja ni tatu, ni eh, maarifa maujuzi eh, maarifa ambayo knowledge, ujuzi na muda kama watainvesti kwenye kujifunza na kutafuta ujuzi consistently na wakatumia muda vizuri, itakuwa watakwenda mbele zaidi. Lakini jambo la mwisho naita ni resolve, yaani yani kwamba kudhamiria na kujikita, na hapo kuna mambo makuu matatu, kwamba wawe na commitment, lakini pia wawe na determination and then wawe na focus. Hapo wanakwenda mbele zaidi. Asante sana Bina, karibu. Just a minute, please. Asante sana, mm -hmm. Tajibu swali la ndugu na danda hapa, uh, kwa kusema kwamba mm, tusiwe na huo uoga nitajaribu, Kiswahili kiswahili mm -hmm. arudi kwa Kiingereza. <laughs> Tutakupigia makofi sana, ukiweza kwa kiswahili. <laughs> tusiwe na huo uoga kwamba will be replaced by AI kwa mm -hmm. ndugu yangu pale, kwa sababu najaribu kusema kwamba there is something called the human loop in the use of AI

And the challenge that technology is bringing is that the African media is being decimated. and we need our governments to understand that they have a key role to play in supporting media sustainability. Nitaanza kumjibu ole so yes, no kuhusu aina ya content namna kwenda na audience. cha kwanza kwenye kipindi hiki cha akili unde Um, hatuna tena mass production of news kwamba for the general audience. Nadhani ni wakati wa kuanza ku personalize news kutokana na mahitaji ya watu, kwa sababu hayo wa mengine wanaweza wakapata kwenye general tools, lakini hiki ndio kipindi ambacho tunahitaji sana kufanya local journalism A rural kind of journalism ambavyo kind of content is not led huko kwenye nani, kwa nenda vijijini, human interest stories, public interest stories bado zitakuwa relevant and some people would be interested to, to, to that. Um, lakini pia kuangalia pia na specialization according to audience kwa sababu ya language issues ili uweze kuketa kila audience kutokana na mahitaji yao. Msa, kuhusu ethical consideration, one najua uh, sio movement ya newsroom zote, lakini baadhi ya newsroom zimeanza kuwa na policies. Nukta Afrika tuna policy mwaka wa pili sasa eh, kama unadhani image zako video zako umetengenezea AI purely and for illustration purposes not to tell the truth, naomba pale chini useme hii video Yeah, imetengenezwa na AI for transparency purposes, so transparency is something you should be paramount, kwa sababu kwenye story zetu tunaweka byline, tukipiga picha tukiweka story, we should be accountable for that. Lakini pia kuna issues kama ambazo wanasisitiza kila siku, na Max pia alikuwa al al ametoka kuzungumzia AI nyingi ziko kwenye experiment stage kuna watu bado wanaenda kwenye backend kwa ajili ya kuzimpa wa zio more accurate. Putting an investigative story to be edited on the AI tool is a suicide mission. We don't know who is behind that in terms of training data mm -hmm. So be careful on that it will help you to be safe. Thank you. Asante sana Aidan, unapomalizia kwa kujibu hayo maswali, utuambie pia sisi wa East Africa tutarajie nini kutoka OGP. <laughs> Unaojipita tusaidia vipi tuweze kuzifanya nchi zetu na viongozi wetu waweze kuheshimu uhuru wa vyombo vya habari? Hilo swali gumu. Ni swali gumu kweli, ukiweza kwa dakika moja tutashukuru <laughs> ili tumruhusu Kenneth Nyea. Lakini ningependa na yeye azungumzie. Lakini ningependa nimjibu swali nadhani ni Musa. Ndio. Kwa jibu langu tofauti kidogo. Wamesema wewe ni mwandishi wa habari. Lakini ushindani unatokana na wale ambao ni waandaaji wa maudhui. These two are not the same thing, kwa hiyo wale ambao wanaogopa kwamba kazi yangu ya uandishi wa habari, mmejiweka kwenye sehemu ndogo sana, wakati wengine ushindani unatokana na wale ambao ni waandaaji wa maudhui, video, miziki, memes, kila kitu. Hao ndio mnashindana nao, kwa hiyo ushauri wangu ni huu, usijiseme, usijitambulishe kama mwandishi wa habari. Itabidi uwe sasa wewe ni mwandaaji wa maudhui wow. Panua wigo, na karibu alisema uh, hapa eh, Juan, itabidi ujiongeze, ujielimishe, ujifunze, upate uelewa na ufahamu wa mambo mengine mengi zaidi. Mi wanangu wawili, binti zangu wawili, hawaangalii habari, lakini wameelimika wanafuatilia nini? Waandaaji wa maudhui, na sisi wengi wa ulaji wetu wa media, not news media. Media ni pana zaidi kuliko ile uandishi wa habari, kwa hiyo labda pelekeni hoja kwa chama chako, ubadilishe jina <laughs> sio tama tena cha uandishi wa habari, lakini waandaaji wa maudhui, ndio kitu kimoja hicho. OGP hey, hapo <laughs> Siyo, sasa, sawa sisi tunacho promote ni uwazi, ushiriki na uwajibikaji mm, ndicho tu na ni juu yetu sisi kama wananchi kuzihamasisha serikali zetu ziweze kuja kusema tuko tayari kukaa na civil society pamoja na sisi serikali tupanue uwazi, ushiriki na uwajibikaji. Sasa mm, kazi kwenu sasa. Yes. Kama tuvo tayari kama Watanzania kufanya hilo jambo tutawapa fursa na